Leo nataka ni kuombee wewe ndugu yangu, unaiteswa na maradhi na umeshajikatia tamaa, kwa siri ya aya za Qur'ani ambazo nitaenda kuzisoma zinazohusiana na ponyo na shifaa, Mwenyezi Mungu akakuponye hayo maradhi yako. Pakamate hapo kwa mkono wa kulia, kama ni tumbo, shika tumbo, kama ni mwili mzima, shika kichwa, shika kwa imani, shika kwa yaqini kwamba Mwenyezi Mungu anasikia anaweza an na tunaisoma Qurani yake na kwa baraka ya Qurani hii, basi leo ndio ikawe mwisho wa hayo maradhi. Naitwa Sheikh Sharif Said John. bismillahi rahmani rahim wanunazilu min alqurani ma huwa shifaa'un shifaun warahma wanunazilu min alqurani ma huwa shifaa'un shifaun warahma wanunazzilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa warahma bismillahi rahmani rahim wa idha maridtu fa huwa yashfini

wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu akayaponye hayo maradhi yako hapo ulipopashika. Kama ni uchawi kama ni sheitani ndiye amekalia eneo hilo na kusababishia maumivu, basi kwa utukufu wa Qur'ani hii, sheitani huyo hapo aondoke hapo, na uchawi huo hapo usambaratike, na wewe uwe mzima salama salmini. Maradhi ya aina yoyote yanayokutesa iwe kansa iwe kisukari iwe pressure, yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu ni kun fayakun, hakuna linaloshindikana kwake, na kwa baraka ya salatu ala nabihi, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad tibbi alqulubi wa dawa'iha wa afiyati al abdan wa shifa'iha wa nuri alabsari wa dhiya'iha, Mwenyezi Mungu akakuponyeshe maradhi yako, afya yako iliyo dorora iliyoyumba ikasimame, na ukasimame imara, mpaka maadui zako wakashangae. Amin thumma amin. Naitwa Sheikh Shariff Saidi John. Assalamu alaikum.